Ikiwa ni mwendelezo wa ziara ya chuo kikuu cha Dodoma kufikia wadau wanaozunguka eneo la mradi wa ujenzi wa kampasi ya UDOM Njombe kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani HIT, leo tarehe 4 Juni 2025. Timu ya wataalamu ilitembelea eneo la ujenzi wa kampasi hiyo ambapo shughuli za kusafisha maeneo ya ujenzi ziko katika hatua za mwisho. Aidha, timu ilizungumza na wakazi wa kata ya Joshoni na Mpechi na baadaye kuzungumza na wanafunzi wa shule ya msingi Celestini kilasi pamoja na shule ya sekondari Mpechi. Kama ilivyo ada wahitimu wa UDOM wameenea katika maeneo mbalimbali Tanzania. Timu ilikutana na wahitimu wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM Alumni, wakiwa ni sehemu ya wadau waliofikiwa na mradi huu mkubwa. Wahitimu hao waliweza kutoa maoni juu ya ujio wa mradi huu na kuahidi kutoa ushirikiano wa moja kwa moja kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa, kwa mafanikio makubwa. Kwa sasa ni mwalimu wa sekondari iliyoko mkoani Njombe. Uh, binafsi nipende kutoa furaha yangu ya dhati kwa Njombe kupata mradi huu wa chuo kikuu cha UDOM Branch ya Njombe. Tumeifurahia mno kwa sababu nitoe experience yangu mimi, mimi ni mkazi wa Njombe, nilikuwa na safiri zaidi ya masaa kumi na mbili kutoka Njombe kufika Dodoma nikifuata elimu ya chuo kikuu pale, lakini kwa sasa kupata mradi huu, cha kwanza, wana Njombe wengi kwao itawarahisishia, na wazazi wengi gharama zao zitapungua. Fikiria gharama kama nauli kutoka Njombe mpaka Dodoma, wakati huo tulikuwa tunasafiri kuzunguka Morogoro mpaka unafika Dodoma. Sasa hivi gharama hiyo ya usafiri itakuwa haipo tena. Lakini pili, gharama za akomodesheni, malazi ya watoto. Sasa hivi mtoto anaweza kukaa nyumbani kwenye mitaa mbalimbali ya Njombe na akapata elimu hapa hapa kwenye chuo chote ambacho kinafunguliwa sasa, kinajengwa sasa. Kwa hiyo niseme kwamba mimi kama barozi, kama mwanafamilia wa UDOM, cha kwanza nitawaelimisha watoto kwa nafasi yangu kama mwalimu, nitawaelekeza watoto kusoma kwa bidii kwa bidii, ili waweze kupata fursa hii ya kupata elimu ya chuo kikuu hapa hapa, lakini pia wazazi ambao nashirikiana nao huko kwenye jamii inakotokea, kwenye, kwenye mitaa mbalimbali nitawaeleza wazazi watoto wao wasome kwa juhudi, kwa sababu gharama ambazo sisi tulizitumia kupata elimu hii ya chuo kikuu wao hazitakuwa hivyo tena, kwa sababu zitakuwa zimepungua sana, kwa sababu sasa huduma imesogezwa jirani. Nimesoma kozi ya jiografia na mazingira tunaita bages. Uh, elimu hii niliyoipata sasa nataka nielekeze moja kwa moja kwenye mradi wa ujenzi wa chuo kikuu cha UDOM. Ujenzi huu kwa kuwa umefika kwenye eneo letu, na mimi maarifa yale niliyoyapata kutoka chuoni niwahakikishie kwamba nitatumia maarifa yale kuhakikisha ujenzi wa mradi huu hasa kwenye kipengele cha mazingira. Mimi nakwenda kuwasapoti kwa asilimia mia moja. Nimeanza kuzalisha miche ya kutosha ya aina mbalimbali ikiwemo miche aina ya, ya sizija mkodatam, tunayo pines, tunayo uh, kuna miche aina ya cypress tunaizalisha, lakini pia ipo miti ya mapambo kama vile uh, Uh, bottle blush white, bottle blush red. Hiyo yote tunaizalisha katika kuhakikisha tunaboresha mkoa wetu wa Njombe na taasisi zake, hivyo basi hata, bas, hata Yudom kupitia uzalishaji wa miti nilionao, na wenyewe mradi huo nitakuja kunufaisha kupitia hiyo michi. Utakapoimarika tu mradi michi hiyo ya mapambo nitaisogeza, michi ya mapambo mbalimbali nitaiweka pale katika kuhakikisha chuo kinakuwa bora, kinakuwa kizuri, kinapendeza.